Eshima tukatoa hoja, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu ya kanuni ya 123 kanuni ndogo ya 3A na B ya kanuni za kudumu za Bunge, toleo la Februari 2023, na naomba kutoa taarifa kwamba Bunge lako lilikaa kama kamati ya matumizi limekamilisha kazi yake. Naomba taarifa ya kamati ya matumizi ikubaliwe na bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja. <coughs> Hoja imeungwa mkono mbabunge, sasa ntawahoji kwamba bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio na mapato na, na matumizi ya wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo kwa mwaka wa fedha 2025 2026. wana afrika, semendio faemes wote wameafi. ni kupongeze sana Mheshimiwa Waziri na Naibu Waziri na kamati yako ya ufundi, makatibu wakuu, wataalamu na viongozi wengine ambao wako katika wizara yako na taasisi ambazo unaziongoza. Niwashukuru wabunge kwa michango mizuri, michango yenye afya, yenye majibu yenye afya majibu sahihi kabisa. Kushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa namna ulivyoweka mambo sawa na kujua utaratibu hasa wakati. Hongera sana kwa kazi yako. Naibu Waziri, nawe ongera sana kwa shughuli umefanya. Kwa hiyo baada ya maneno haya, naahirisha shughuli za Bunge mpaka kesho saa tatu asubuhi. Hatuchezi, Hatuchezi. Hatuchezi, hatuchezi, hatuchezi, nyinyi watu wa Yanga watu